Ujio wa meli hii ya utafiti kwetu sisi kama Tanzania, kama Zanzibar, unatusaidia kwa sababu tunapata kujua uhalisia wa bahari yetu, nini kilichomo na nini tunapaswa sasa kufanya ama uelekeo upi serikali iende, eh, ukikumbuka kwamba serikali zetu mbili zimeshafanya uwekezaji mkubwa kupitia baharini, lakini kupitia taarifa za kitaalamu ambazo zitapatikana kupitia meli hii sasa itatuwezesha sisi kama serikali kuona uelekeo mpi mpya wa kwenda, lakini wavuvi wetu nao watakuwa sasa na uhakika kwa sababu tutawaelekeza sehemu ambazo ni sahihi kulingana Biomass eh, ni kiashiria na ni kipimo muhimu cha kujua kwanza uwingi wa samaki lakini mbili kujua afya ya samaki. Sayansi inatufundisha kwamba unapokuwa na bayomasi nyingi utakuwa na samaki wengi na watakuwa na afya nzuri. Sasa hilo ni muhimu sana sisi tukafahamu, kwa sababu hilo ndio litatusaidia kujua ni kwa namna gani mipango ya uhifadhi na mazingira ya bahari inavyopaswa kusanifiwa, inavyopaswa kutekelezwa, ili kuhakikisha kwamba hatubaki na maji ya kunywa hatubaki na maji tu ya kusafirisha, uh, tuseme meli na vyombo vingine vya baharini, bali tubaki na maji ambayo chini yake kuna viumbe hai ambavyo ni chakula kwa binadamu. Sasa moja ya tafiti ambazo wamefanya inaonyesha kwamba kati ya kipindi cha mwaka elfu moja mia tisa themanini na mbili tulikuwa na kiwango cha biomass takribani tani laki moja hadi tani laki moja Sasa ukichukua mwaka elfu mbili na kumi na nane walivyokuja kuthibitisha tena elfu mbili na ishirini na tatu nikaonekana tumepanda kwa takribani tani elfu tano kwa mwaka. Sasa hapa ndipo tunaposema ni kwamba nini kilipandisha, wakati tulikuwa tuna kwa miaka arobaini, lakini ndani ya muda mfupi miaka mitano tunasema e, biomass imepanda kwenda juu sana. Hapa hatuna majibu hatuna majibu kwa sababu bado ni utafiti unaendelea kufanyika, na ndio maana wamekuja hii awamu ya tatu hii. Awamu ya tatu sasa hawatajikita tu kwenye kutafiti kiwango kilichopungua, ila sababu zilizopelekea kupungua kwa biomass. Na hizo sababu zikishakuwa zimechambuliwa, tueleze ni kwa namna gani sababu hizo zinachagiza uwezekano huu kuongeze kipi wa kuongezeka kwa biomass kipi kipindi cha muda mfupi sana. E, utafiti wa mwaka 2023 tuligundua karibia aina 20 hivi za samaki ambazo hazikuwahi kuonekana katika maji ya Tanzania. Tunategemea mwaka huu pia tutapata aina mpya eh, za samaki lakini ambazo zinaweza kutusaidia sasa, kama serikali kuelekeza nguvu katika matumizi eh, katika uvuvi kupata hizo eh, eh, rasilimali mpya ambazo zinaweza kuongeza e, tija katika kuendeleza uchumi wa buluu. Meli yetu hii ya utafiti inayoitwa Dr. Fridtjof Nansen imefika Zanzibar kwa ajili ya port call lakini vilevile tunasherehekea miaka hamsini ya programu ya EAF Nansen ambayo maana yake ni ecosystem approach to fisheries, kwa kazi yake hasa ni kuhakikisha kwamba tunafanya uvuvi wetu katika bahari zetu duniani katika hali ambayo ni salama na endelevu. Kwa tumekuja hapa kusherehekea hilo ambayo meli hii iliyoko hapa tunao leo katika bandari yetu Malindi ni meli mpya kabisa, ambayo katika programu ya Nansen ni meli ya tatu. Kwa hiyo ni meli ambayo kwa kweli ni ya kisayansi nzuri, na kwa hakika kabisa ni kihistoria, kwa sababu meli hii haijawahi kuja Zanzibar, kwa mara ya kwanza kabisa kufanya port call au kufika katika bandari ya Zanzibar this time. Kwa hiyo kuwepo kwa meli hii ya utafiti inasaidia sasa kupata data ambazo ni muhimu za kwenda kuieleza sasa ile sekta yetu ya uvuvi na tasnia nzima ya uchumi wa bluu kwa Zanzibar jinsi gani bora tufanya uvuvi wetu na rasilimali zetu zisimamia katika hali ambao ni nzuri. Kwa meli hii ilianza kazi yake Afrika Kusini, imepita maji ya Mozambiki na sasa maji ya Tanzania na imekuja aaetu ya Malindi Zanzibar kama kuja kutoa salamu. Hii programu inatekelezwa katika eh, maeneo mbalimbali, lakini kwa hapa Tanzania ni katika ukanda wa bahari ya Hindi ambapo tumekuwa tuki shirikiana katika meli inapokuja ni kufanya survey kwa nia ya, ya kujua mazingira ya viumbe maji na vilevile kuona kama kuna uchafuzi wa mazingira, lakini vilevile kama kuna mabadiliko ya tabia nchi yanayoweza kuathiri viumbe maji, lakini vilevile tumekuwa tukitekeleza miradi katika ukanda huu kwa kuzingatia kwamba watu wanaofanya shughuli za uvuvi wanaweza e, kufanya uvuvi unaozingatia utunzaji wa mazingira na hasa huu kanda wa pwani.